Mambo! let's say wewe ni mwajiriwa au ni mwajiri, uko kwenye position ambayo unatakiwa kufanya maamuzi, unatakiwa ku lead watu, unatakiwa ku plan vitu. So kuna activities nyingi kwenye meza yako ambazo zinatakiwa zifanyike, sawa? So, or let's say wewe ni mwanafunzi. Nimepata hilo swali kutoka kwa wanafunzi Uh, lakini unapenda pia kufanya extra curricular activities. So you have shule ambayo lazima perform vizuri ili uendelee kuwa pale na kufikia malengo yako, lakini hatuwezi kusubiri miaka yote mitatu minne mitano isha ndio tuanze maisha. So you have extra curricular activities, wewe unafanya biashara, you involved huko kwenye social media marketing na nini, um, community service na mambo mengine mengi. So swali huwa ni unawezaje kubalance maisha yako kuweza kufanya hivi vitu vyote. So today we're going to discuss productivity hack ambayo itakusaidia kuweza kubalance kufanya hayo mambo yote. Naitwa Juliet Seba ni daktari na mtafiti Tanzania. Welcome to series yetu ya productivity hacks. Hii ni episode ya tano. So leo tutaenda kudiscuss productivity hack inaitwa Eisenhower Matrix. Kama tulivyosema matrix. So kama unavyoiona hapo chini matrix yetu ina sehemu nne au tunasema quadrants nne. Ina mabox manne. So kuna vitu ambavyo ni I'm going to use mine and wewe, well, utatumia hiyo kwapo. Kuna vitu ambavyo ni muhimu lakini sio urgent. Kuna vitu ambavyo ni muhimu na ni urgent. Kuna vitu ambavyo sio muhimu lakini ni urgent, na kuna vitu ambavyo sio muhimu na sio urgent. So matokeo yake kuna vitu vinne, maamuzi manne ambayo tunaenda kufanya, ambayo inaitwa do, schedule, delegate, delete. Yaani unaweza kufanya. Uamuzi wa pili, unaweza kupanga ratiba ya kukifanya hicho kitu baadaye. Uamuzi wa tatu, unaweza kuassign au kupangia mtu mwingine afanye hilo jukumu, na uamuzi wa nne, unaweza kulifuta kwenye ratiba yako. So hiyo inategemea zile task ulizonazo, una vitu kama kumi vya kufanya, au kama wewe ni mwanafunzi una assignments, una projects za kufanya, you have research and then kwenye community una vitu ambavyo unafanya, unataka create content na una vitu vyote hivyo. So out of those tunaziweka kwenye hizi quadrants zetu, haya mabox yetu manne. So box yetu ya kwanza ni vitu ambavyo ni vya muhimu, yani the important and the urgent. Kwa mwanafunzi hii itakuwa wewe zile kazi zako zenye deadlines, na hata kwa mtu ambaye umeajiriwa mtu mwingine, kazi zako zote zenye deadlines, emergencies. Um, kwa pia, hii inaweza ikawa ni zile meetings ambazo ni lazima ufanye, let's say you need meetings with investors, board meetings, uh, work meetings ambazo ni lazima zifanyike, so they have deadlines na vitu kama hivyo. Quadrant ya pili ni vitu ambavyo they're important but they're not urgent. Hivi ni vitu ambavyo unahitaji ku delegate, no no no, sorry, unahitaji kuvischedule, kuviweka kwenye ratiba, sawa na sasa. Hapa ukijenga system nzuri, mfano wa hivi vitu ni mfano, watoto wako shule. Ni muhimu watoto wapelekwe shule asubuhi, watoto warudishwe nyumbani jioni, ni muhimu lakini sio urgent kwamba inatakiwa ifanyike kwa muda huo. So, hapa ni vitu ambavyo unaweza kuschedule au ukavipanga kwamba, uh, una unajua muda fulani, i have a reminder, natakiwa niwachukua watoto shule au niwapeleke watoto shule, au muda fulani natakiwa nikaonane na mwalimu huyu kwa ajili ya kupewa maelekezo au kudiscuss kitu fulani. Muda fulani, it's it's important but it's not urgent. Muda fulani, natakiwa niwe na discussions na wanafunzi wenzangu kuhusu topic hii, tunatakiwa tukavi iki na iki, sawa So hivyo vyote muda fulani natakiwa nikacheze kwayo. Hapa pia ndo mambo ya mazoezi yanaingia hapa, kwamba ni kitu ambacho ni very important but it's not urgent kufanyika sasa hivi. So you plan a specific time, muda ambao utafanya hicho kitu sawa. So hapo, ina maana kwenye zile tasks zako kumi ulizokuwa unataka kufanya, yale mambo yako kumi, tayari kuna ambayo umeshachambua kwamba haya nitayafanya baadaye, muda fulani muda fulani muda fulani. Sio tu baadaye, specific time, muda gani utayafanya sawa. So, haya tukirudi kwenye quadrant yetu sasa, tunaenda chini. Kuna vitu ambavyo they are not important, but they are urgent. Hivi ni vitu ambavyo sio lazima uvifanye wewe, kama tuseme ni mtu mzima kwenye kazi, sio lazima uvifanye. Ni vitu ambavyo they are not important. Let's say emails, scheduling meetings, sio lazima uvifanye but they are urgent, they have to be done. Ni lazima hivyo vitu vifanyike ili mambo mengine aweze kuendelea kwenye ofisi na mazingira. So, um, hivi ni vitu ambavyo una delegate au unawapa watu wengine wafanye. So mfano, kama wewe una personal assistant, hivi ndio vitu unampa afanye. If you have uh, hivi ndio vitu unawapa mentees wafanye ili na wenyewe waanze kujifunza mapema jinsi ya kukaa kwenye role, na waanze kukua wajue vitu mbalimbali mbali. Like, so hivi ni vitu mbalimbali ambavyo unaweza kufanya kwa mwanafunzi pia. Hivi uh, ni vitu ambavyo una delegate. So kama wewe ni kiongozi, mfano wewe ni kiongozi wa kamati ya wanafunzi, sijui labda ya ya kanisa au ya politics au ya community service, sio lazima kila kitu ufanye. That is very, very, very important kujifunza wewe kama kiongozi, delegate assign watu Social media handling, sio lazima ufanye wewe, kuna watu wanaweza kufanya. Sijui ku design graphics, sio lazima ufanye wewe, kuna watu wanaweza kufanya. Na hapa sasa ndo kuna ile point muhimu ya kujifunza ku trust watu, kuamini watu, kwa sababu moja wapo ya changamoto ya uh, watu ambao hawawezi ku delegate ni kuamini watu. Train people, trust people, trust delegate. Quadrant yetu ya mwisho yenyewe ni vitu ambavyo they are not important and they are not urgent. Really, they're not important, they're not urgent. Hivi ni vile vikao ambavyo sio vya muhimu. Unajua, kwa sababu kwenye kikao naenda, I am not going to add anything, sitapata chochote cha kunisaidia, tunaenda kupiga soga, so I might as well just delete it kama ni siku ambayo iko very occupied kama kuna siku ambayo iko loose kwamba we can just meet and have a drink and what yeah but okay so mimi wanapenda kuambia watu be intentional be intentional yes so eh, at least hata kama it's a drink and just having fun at least a meeting where you can get something yeah uh, learn something maybe yeah i don't know you should add something to your life yeah even if it's just social <laughs> i'm sorry that's just me Ukue wewe, ufanye ya kwako, lakini just know the last quadrant ni vitu ambavyo they are not important, they are not urgent ya yeah, scrolling simu nini, ni vitu ambavyo you just need to freshen up lakini sio muhimu sana na sio lazima vifanyike, you choose kuvifanya au kutokuvifanya. So hiyo ndo quadrant ambayo tunasema delete. Remember tunasema tuna quadrant nne, tuna do Schedule, delegate, delete. Angalia task zako zote pale, alafu ziweke kwenye hizo quadrant, then you will know exactly what to do now, what to do later, what to give someone else to do and what to delete from yoursee. Sante um, sana. Subscribe and meet you in another series kama productivity hacks nyingine